Kasema leo tuje hapa tuzungumze na mambo mambo kadhaa ambayo yanaendelea katika social media, katika mitandao hii ya kijamii tulimuona. Mchungaji IPM ambaye anasema alitoka katika Uislamu akaingia katika Ukristo. Lakini nafikiri wiki moja iliyopita ulizungumza kwamba kwanini anasoma aya za Qurani katika kanisa, lakini pia tukaona naye akijibu. Kwanza alianza kukusifia kwamba anakupenda ana mapenzi na wewe alafu umefanya kazi kubwa, mambo mengi umepitia katika hili wewe, je, unalizungumziaje? Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, ndugu zangu watazamaji. Kwanza nataka mshukuru Allah subhanahu wa taala ambaye ameumba mbingu na ardhi na akatupa uhai. Kwanza, kawaida yangu mimi huwa sipendaki kusifiwa, kwa sababu hata Mayahudi waliambiwa wasimsifie sana eh, wasimsifie sana Nabi Isa mpaka kiasi kwamba anaweza kumfanya akawa Mungu. Jambo la kwanza, alafu la pili mm, IPM sio kaacha Uislamu mm, kwa sababu sio dini ya haki mm, kaondoka kwa sababu yeye anajua anachokwenda kukifanya na, mm, na nilivyoulizwa mimi nikasema kwa nini IPM. Niliulizwa kwa nini IPM, eh, anasoma Qur'ani, nikajibu kwamba Qur'ani inasomwa sehemu popote, lakini IPM anasoma kanisani kimakosa, kwa sababu anaoyasema hayafanyi na anawasomea zile aya za ujanja ujanja, kwa sababu Qur'ani inasema hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu 319 IPM yaje isoma. Sasa anawasomea Qur'ani hii, mbona hajaisoma isoma, akawaambia Uislamu una Qur'ani inasema hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Mbona IPM hajawahi kuisoma? kama kama inafaa kusoma Qur'ani kanisani? Qur'ani inafaa kusoma kanisani kwa ajili ya kuwazindua wale ambao hawajamjua Allah, ile haina matatizo. Ndio, ndio maana ona wadawa wote akiwemo Sheikh Ahmed Deedat eh, wana as nani Zakir Naik e, walikuwa wanaingia kanisani kwa lengo maalum, kuwazindua wale waliokuwa kanisani. Huwezi ukaisoma Qur'ani kanisani alafu ukawaambia watu bado wako kwenye haki, naam sasa IPM naye akasema kwamba, wewe unamwambia, kwa nini Qur'ani isome kanisani? Mbona nyinyi sasa mnasoma bibilia msikitini? Sisi tunasoma bibilia kwa sababu bibilia, eh? kuna Taurati, Zaburi na Injili na hii ni vitabu vya Mungu. Kwa hiyo ukitaka kuvipata lazima uende kule, lazima lazima tuvisome huku kwa sababu tumeamrishwa yaliyoteremshwa kwa Musa katika Taurati, kwa nabii Isa katika Injili na Zaburi kwa hiyo ukisoma katika Bibilia kuna maneno baadhi ambao Mwenyezi Mungu wameteremshwa wame kwao, kwa hiyo tukitaka kuyatafuta lazima tuende kwenye Bibilia. Kwa hiyo Bibilia ni ruksa kuisoma msikitini, ni lazima ruksa kuisoma. Alafu alafu Bibilia eh, sio kitabu kwa, kitabu cha Wakristo, hakuna andiko soma Bibilia ni kitabu cha Wakristo, lakini Qorani inasema kwa waumchao Mwenyezi Mungu, Alifu la, mim dhalika alkitab la raiba fi huda lilmuttaqin. Mwenyezi Mungu ameiteremsha Qurani kwa wachamungu. Kwa hiyo wacha mungu wanapoisikia Qurani wanafata yaliyo ndani ya nini, ya Qurani. Sasa huyu IPM huyu kama ye ni mchamungu na yamesoma ndani ya Qurani, Qurani imesema, inna dina indallahi alislam, hakika dini mbele Mwenyezi Mungu alisema, mbona IPM kaacha Uislamu, kaenda kwenye Ukristo. Kwa hiyo ndio maana nikasema, huyo IPM anatoa anachukua two in one. kwa hiyo tuseme IPM ni mnafiki aa? Sasa mimi siwezi kusema ni mnafiki, lakini anachokifanya anakijua. alafu akasema mimi sitazamwi sana eh, watu hawantizami, mi sina haja ya kutizamwa sana, wala sina haja ya kusema niyo na pesa nyingi. kwani IPM sikajenga kanisa kasibu la, la bilioni mia mbili mia tatu ataondoka nalo? E, Yesu anasema katika Mathayo tano kumi na tisa heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri maskini, maana wao wataurithi ufalme wa Mungu. Sasa IPM ni tajiri kwa haya hii, heye kwenye ufalme wa Mungu hayumo. Kwa hiyo hata akisema mimi sitazami, mi sina haja kutazama, nataka haya ninayoyafikisha, je, yanafika? Na ninarudia tena, na nyinyi watu ambao mko katika kanisa la IPM, muulizeni mbona tunasikia kuna aya inasema katika tatu themani na tano yoyote atakayekataa dini ya Uislamu mbele ya Mwenyezi Mungu haitokubaliwa dini yake. Muulizeni ya IPM aya hii kishawahi kuisoma, na kama kishawahi kuisoma nyinyi mnangoja nini? na IPM wenu um katika kanisa. Lakini katika hoja zake anasema e, kutoa maandiko katika Qurani ni kuanisha tu kwamba hizi zote ni dini na zile aya anazotoa mfano, labda kuna dua. Uislamu umefundisha dua kuingia chooni, sijui ya kuvaa. Yeye yeah, anatoa yani kuwafundisha watu kwamba unapotoka nyumbani uombe dua hata kama katika Ukristo, yani kwa maana uombe dua kama ni Mkristo, basi uombe dua kwa kivile Kristo. Wakati sasa aya hii ya kusoma dua, sijui kufanyeje, kwa sababu unaposoma dua, kuna dua vivyo vya kutawaza, mbona hajawafundisha kwamba kuna kutawadha, jamani, tusome dua, mbona hawajawafundisha IPM? Na akiwafundisha dua hii, maanake watavua viatu, wakishavua viatu maanake itakuwa tena sio kanisa. Kwa hiyo lazima tuelewane kwamba IPM kuna kitu anachokitafuta, kwamba kweli uislamu unafundisha dua, huwezi kufanya kitu bila dua. Je, pale anaposemea IPM ni sahihi kuwafundisha wale zile dua, na Qorani inasema inama lmushirikuna najisi hakika washirikina wote ni najisi. Mwenyezi Mungu akabainisha ni watu gani wale, waliosema wala takulu thalatha, waliosema Mungu ni watatu. Sasa IPM katika kanisa lake asemi Mungu ni watatu? Kama anasema Mungu ni watatu, ni mshirikina kwa mujibu wa hiyoyo Qorani anayoisoma IPM. Kwa hiyo, shehe Mazinge hatakiwi IPM kusoma Qorani, hatakiwi kuisoma Qorani kwa ajili ya kuwafundisha Wakristo wabaki kanisani, anatakiwa asome Korani kwa ajili ya kuwafundisha Wakristo wa waondoke katika Ukristo kutokana na Korani yenyewe inavyosema, hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu, tatu kumi na tisa. Nyinyi Wakristo wote isomeni na nyinyi Waislamu, na IPM aipitie. Kama, kama kama kweli, kama, kama kweli IPM yuko kwa ajili ya Mungu kanisani, awasomei aya tatu kumi na tisa. Hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Sijamsikia IPM anaisoma kanisani. Sheikh Mazinge hapo, nafikiri watu watazamaji wetu wa Sheikh Shafii Online TV, nafikiri kwa hilo watakuwa wameelewa pia, na IPM kama ataona hii video, atakuwa amejifunza kitu. Lengine akazungumza IPM kuhusiana na Qur'an. Kwanza akazungumza kwamba Mtume Muhammad No. ame, ameletwa sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameletwa kwa watu wote. Na Qur'ani haikuletwa kwa Waislamu peke yao, inaletwa kwa watu wote. Kwa hiyo haoni kosa kuisoma Qur'ani katika kanisa. Eh, hilo hilo yuko sahihi, kwamba Qur'ani imeletwa kat... kwa watu wote. Imetangaza nini Qur'ani? Hao watu wote wanatakiwa wawe nani? 3:19 wawe Waislamu watu wote, maana yake watu wote wakiisoma aya hii, IPM hatakuwa katika hilo kanisa analolijenga la mabilioni, naona bwana na babapaka, akafika akasema, labda mimi watu hawaniangalii, labda nataka namba yangu, sijui afanyeje ya sijui ya nini e. Sasa wewe ndio utakayempa namba IPM. Unaona bwana, lakini hii aya kaitoa kweli. Qur'ani ni kwa ajili ya watu wote. Qur'ani sio ya Waislam, Qur'ani ni ya Allah. Allah anataka nini? Aliyauma akmaltu lakum dinakum wa atimamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islamu dinan Mwenyezi Mungu ameridhia wa watu wote wawe Waislamu. Sasa muulize yeye IPM, aya hii imo kama imo, inabidi watu wote na hao aliyekuwa nao kanisani wote tuwe Waislamu ili tupate salama huko tunako kwenda. Kwa hiyo labda Sheikh Mazinge, unaona IPM anasoma Qurani katika kanisa kwa manufaa yapi? Kwa masilahi yake mwenyewe, kama yeye mwenyewe anajua masilahi ya dunia tu na Qurani inasema wale wake eh, wanaebadilisha aya ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya maslahi ya dunia, hiyo hiyo Qurani, kwamba unabadilisha kitu kwa ajili wewe una maslahi. Ndio maana kama kauli yake unamsikia anasema, Mazinge amepigania sana dini ya Mungu, mimi namfahamu, sijui mzee wangu, mimi nampenda sana eh, naomba namba yake, eh, wane, naomba namba yake Ba. Alafu pale pale akasema eh, yani, kum, yani alizungumza Kiingereza kidogo eh, kumaanisha kwamba labda watu umefanya kazi kubwa eh, umelala jela, yani kwa maana umepitia misukosuko kibao katika dini nah, lakini watu wale ambao jamii yako tuseme labda waislamu nah, kwani nilivyomwelewa mimi haraka haraka, haraka, eh, kwamba hawakujali hawakukea, kwa hiyo anaomba namba yako labda <laughs> afanye mpango ah, ah, yani ah, kama ah, una njaa babu ah, ah, ah, ah. Yesu anasema 11:29. Yesu anasema jitieni nira yangu mjifunze kwangu kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Madhara niyowapata mimi kama Yesu aliyapata, kwa hiyo hakuna tatizo e. Sasa yeye asitake, labda anataka kunisaidia mimi sana, anahisi una njaa, anahisi e, labda nina njaa yeah. Mimi na njaa ya kutaka pepo ya Allah, kwa sababu hapa duniani tunapita tu e, tena Qur'ani nasema mali na watoto sijui yote hii ni, ni mitihani ya dunia tu eh. Kwa hiyo mfikishie hiyo namba hapa, kama atachukua, tafute nyingine, unaona bwana eh? Atafute kama atataka kufanya, atajua yeye mwenyewe, lakini siwezi kutoa namba. Kasema mpelekeni i namba IPM, yeye awape namba wale wachungaji wale anewaongoza, ili ajenge kanisa ili limpeleke motoni vizuri <laughs> Zingi nimepata kitu kikubwa hapa alafu sasa lingine. IPM akazungumza. wakati anauzungumza ya Uislam wa yani anazungumza Qur'ani ndani ya Qur ani, kanisa lakini anasema ye anauamini Uislam kulingana na mafundisho yake nini na nini, akazungumza vitu vingi pale ye. Unaona kweli anauamini Uislam? Sasa we unauamini vipi Uislamu? ukiuamini Uislam maana yake ufate huo. Sasa ni unafiki ndio. Yesu akasema waandishi na mafarisayo ni wanafiki. Kwa hiyo kwenye, kwenye kundi hili IPM anaingia. Alafu Yesu akasema wachungaji wa mishahara si wachungaji. Yesu akasema mimi ni mchungaji mwema, na nautoa uhai mwema kwa ajili ya kondoo. Yesu aliposema nautoa uhai sio kana kwamba anakufa msalabani, a a, yaani uhai wake wote ni kwa ajili ya kutangaza dini kwa sababu ya wana wa Israeli. Akasema wachungaji wa mishahara si wachungaji nini? Akamaanisha kwamba kuna watu watabadili maneno ya Mungu kwa ajili ya kutaka dunia, kutaka fedha, kutaka, kutaka, kutaka. E, kutaka, kutaka. E, ndio, katika hoja hake hii yake IPM akis, hii ya kusema anaamini Uislamu akazidisha maneno yani, kwa maana akaendelea kuzungumza kwamba anaamini Uislamu ni kwa sababu ya Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wa hajawahi kumpinga Yesu katika hili unalozungumzia. Ah, ah hmm. Sio Mtume Muhammadi hajawahi kumpinga Yesu, Qurani yeah. yeah. haijawahi kumpinga Yesu kwa sababu Qurani imeshuka kwa Bwana Mtume Muhammad yeah. na ikamwelezea kabisa, wa idh qala isa bnu maryama ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musadika limabaina yadaya min ataurat wa mubashira bi rasuli yati ya min baadi ismu Ahmad. Maneno haya ameyatamka Yesu kwa mujibu wa Qurani. Kwamba Yesu ameanza kumjua Muhammadi kabla Muhammadi kumjua Yesu. Kwa hiyo hawezi kumpinga kwa sababu Yesu ni nabii wa Allah na Muhammadi ni nabii wa Allah. Kwa hiyo hawezi kumpinga, mafundisho yao ni mamoja. Na Yesu hajaja kufundisha Ukristo kama anayefundisha IPM. Kwamba yeye ni Mwislamu. Alafu anawafundisha Wakristo eh, kwamba Ukristo ni dini wakati yeye ni Mwislamu. Anauamini Uislamu, unauaminije Uislamu alafu wenzio unawambia wabaki katika Ukristo? Wewe ni mnafiki nam. Kama mlivyomsikia Sheikh Mazinge akizungumza akimnasihi IPM juu ya mwendelezo wake wa kutoa aya katika kanisa, labda neno la mwisho neno eh, la mwisho kumwambia IPM arejee kwa Allah kabla hajafa, arejee kwa Allah kabla hajafa. Na IPM anajua hukumu ya kuritadi mtume anajua hukumu ya kuritadi yaani hukumu ya mtu kutoka kwenye Uislamu kwenda kwenye dini ambayo si Uislamu. Sina haja ya kuitaja kwa sababu IPM kasema Qur'ani anaisoma hadithi anajua, anajua nini hukumu ya mtu anayeritadi. IPM anajua, IPM yeye mwenyewe anajua ukiritadi. Na nna nukuu IPM amewahi kusema hivi, mimi nilikuwa na rafiki yangu Muislamu alivyoniona tu nimetoka katika Uislamu, yule bwana hanipigii simu na ameniblok. Maana yake yule bwana amemuona huyu IPM ni adui wa Mungu. Unaamini IPM kama alikuwa Muislamu? Kwa maneno yake kwamba alitoka kwenye Uislamu. Wewe unaamini? Mimi siamini, kwa sababu Muislamu hawezi kuuacha Uislamu. Yule kama alikuwa Muislamu, lakini alikuwa ni mnafiki katika Uislamu.